Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naapa kwa mji huu, nawe unaukaa mji huu, na naapa na kwa mzazi na alichokizaa. Hakika tumemuumba mtu katika taabu. Ati anadhani hapana yeyote atayemuweza? Anasema, nimeteketeza chungu ya mali. Ati anadhani ya kuwa hapana yoyote anayemwona? Kwani hatukumpa macho mawili na ulimi na midomo miwili, na tukambainishia zote njia mbili. Lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani. Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani? Kumkomboa mtumwa au kumlisha siku ya njaa yatima aliye jamaa au maskini aliyevumbini tena awe miongoni mwa walioamini wa na wakahusiana kusubiri na wakahusiana kuhurumiana. Hao ndio watu waheri wa kuliani. Lakini waliozikataa ishara zetu, hao ndio watu washari wa kushotoni. Juu yao utakuwa moto uliofungiwa kila upande Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Suratul Balad imeteremka Maka. Mwenyezi Mungu anaapa kwa mji mtakatifu wa Makka, mji wa kuzaliwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, na ndipo alipokulia na akapapenda, na pia anaapa kwa mzazi na anachokizaa, kwani kwa hao ndiyo jinsi inahifadhika na maamrisho yanabakia, na ya kwamba mtu ameumbwa kwa mashaka na shida na taabu tena anabainisha kwamba mtu anadanganyika kwa kudhani kuwa uweza wake haushindiki na kwamba yeye ana mali mengi anayoyatumia kuridhisha matamanio yake na pumbao lake. Kisha subhanahu akazitaja neema alizomneemesha mwanadamu na kumsahilishia njia za uongofu na za kupitia milimani, ili awe katika watu wa peponi, watu wa mkono wa kulia, na aikimbie njia ya kumpelekea kuwa katika watu wa kushoto ambako itawatumbukiza motoni na kufungiwa milango. Naapa kiapo cha mkazo kwa mji wa Makka, mji mtakatifu, na wewe unaishi katika mji huu, na uzidisha utukufu wake na cheo chake, na naapa kwa mzazi na anachokizaa, na kwa hawo wawili, ndiyo jinsi inavyofadhika na, na maendeleo yanabakia Hakika sisi tumemuumba mtu katika mashaka na tabu tangu mwanzo wake mpaka kumalizika mambo yake. Je, anadhani mtu aliyeumbwa katika mashaka haya kuwa hapana awezaye kumdhalilisha? Anasema nimetumia katika kupambana na Muhammadi sallallahu alayhi wasalama na kupinga wito wake mali mengi, ukiyakusanya kusanya pamoja. Ati anadhani kwamba mambo yake hayo yamefichikana haya juu yeyote hata huyo aliyemuumba. Kwani sisi hatukumuumba na macho mawili ya kutazamia na ulimi na midomo miwili ili aweze kutamka na kusema sawa, na tukamwonyesha njia ya heri na ya shari, na tukamtengenezea aweze kuchagua mojapo. Basi huyo hakunufaika kwa tuliyomtengenezea, wala hakuivuka njia ya milimani na mzuya sifikiye uokovu nayo choyo wa nafsi yake. Na kitu gani kitakufunza nini huko kujitoma kwenye njia ya milimani? Kumkomboa mtu kutokana na utumwa au kumlisha siku yansha ya njaa yatima aliye jamaa kumliwaza kwa ujamaa na ufakiri au masikini mwingi wa haja na kufakirika tena awe pamoja na hayo miongoni mwa wenye imani wanaohusiana na wenzao kwa subira na kuoneana huruma. Hao wanaosifika kwa sifa hizi ndiyo watu wa heri wa mkono wa kulia na waliozikata dalili tulizozisimamisha kuthibitisha haki kutoka kitabu na hoja zake, hao ndio wapotovu, watu waovu waliokosa heri, na watapata adhabu. Juu yao utakuwa moto uliobebeana na milango yake kafungwa.